ahimiza waheshimu sheria katiba, asema Tanzania ni pepo, ajivunia siasa safi kuendeleza watu ukubwa wa CCM. Nchimbi asema asiyempigia kura hanani ya njema, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa pili wa gazeti hili. INEC yatoa maagizo matano upigaji kura, habari katika ukurasa wa tatu. Asasi za wanawake zaeleza umuhimu wa kuchagua viongozi, habari katika ukurasa wa saba. Mradi wa bilioni 94 kukabili gesi joto kulinda viumbe. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa tatu wa gazeti hili. Mabasi mwendo kasi kufika Buza, Chamazi, Kigamboni. Habari katika ukurasa wa pili wa gazeti hili. Serikali atangaza fursa jira elfu hamsini nje. Habari katika ukurasa wa pili. Mwigulu wajivunia taifa kujitegemea. Habari katika ukurasa wa tatu. Mgombea wa rais ADC ahidi satelaiti kurahisisha kesi. Habari katika ukurasa wa nne wa gazeti hili. CCM ya maagizo wa viongozi upigaji kura habari katika kurasa za ndani za gazeti hili, na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti habari leo, gwiji la habari Tanzania, pamoja na gazeti habari leo mikononi mwangu na gazeti mwananchi lenye wa habari liopewa kipaumbele. Yuko wapi Heche? Familia yake chadema wahoji mahali alipo baada ya kuchukuliwa na polisi akiwa mahakama kuu, ndugu wataka majibu kwa polisi watu wa siku, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa tatu wa gazeti hili, Oktoba ishirini na mbili, tarehe ambayo makamu mwenyekiti wa Chadema John Heche alichukuliwa na askari akiwa mahakama kuu jijini Dar es Salaam. Ajali treni ya SGR yaacha maswali, safari zikirejea, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa nne. Wakati viongozi wa TRC wakitaja chanzo cha ajali hiyo, timu ya wataalamu waendelea na uchunguzi kuhusiana na tukio hilo, huku safari zikirejea kama kawaida, kati ya da Dodoma. Undani wa taarifa hii ni katika ukurasa wa nne. Mwinyi heshima karafuu inarejea Zanzibar, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa saba. Samia ahidi kujenga nchi jumuishi, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa pili wa gazeti hili, ndugu yake ikisema, wanangu niwaombe sana vijana wa Kitanzania, kaeni vizuri, nchi hii ni yenu, mali yenu, si mali ya mwingine hakuna mwenye certificate anayesema hii nchi ni mali yake. Wengine wamesema sisi tunawakilisha wananchi, wananchi ni nyinyi hapo na wengine. Hakuna mwenye miliki ya wananchi hii ya wa ni nukuu ya Rais Samia Suluhu Hassan. Undani wake ni katika ukurasa wa pili. NMB yaweka rekodi mpya ubora Afrika, habari katika ukurasa wa ishirini. Lakini pia gazeti Mwananchi limeandika korti ilivyokubali pingamizi la pili la Tundu Lissu habari katika ukurasa wa 18 na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Mwananchi katika ukurasa wake mbele. Majira ya gazeti huru la kila siku ninalo mikononi mwangu, lenye wa habari iliyopewa kipaumbele ni tukta, wafanyakazi nendeni mkapige kura Oktoba 29 yatakaochagua viongozi watakaosikiliza kero zao, yasisitiza kura ni haki ya kila mwananchi, yasema nchi kwa salama, habari katika ukurasa wa gazeti hili Samia ataka vijana wasidanganyike nchi inayotegemea habari katika ukurasa wa nne. Pingamizi lingine la Lissu lakubaliwa na mahakama habari katika ukurasa wa pili wa gazeti hili. Serikali yaboresha zaidi mazingira ya wawekezaji habari katika ukurasa wa nne. Gazeti hili limeandika wasira viongozi wahakikishe watu wanaenda kupiga kura habari katika ukurasa wa pili. NMB mmoja ya benki arobaini bora Afrika. Habari katika ukurasa wa nane Marekani yawekea vikwazo vikubwa sekta ya mafuta Urusi. Habari katika ukurasa wa kumi na tisa. Gazeti hili limeandika treni ya SGR yapata ajali kwa mara ya kwanza, habari katika ukurasa wa pili wa gazeti hili, na hivi ndivyo ambavyo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 kutangaza tarehe ya mbio ya Run for Tourism Tanzania 2026 na kufungua usajili wa mbio hii, kunua tiketi, kufadhili au kuchangia kiasi chochote kile, tembelea tovuti ya www autism galadina co tz au piga simu namba 0783639335. Ustawi kwa kila mtoto, vya shiria viusonji. Na gazeti Nipashe mwanga jamii lenye habari iliyopewa kipaumbele, Lissu apangua hoja nyingine. Mahakama ya kataa ripoti ya uchunguzi wa polisi kwenye kesi ya mashtaka ya uhaini inayomkabili ndugu kisema, shahidi huyo hakuwa mtaalamu wa teknolojia ya habari na mawasiliano, cyber expert, bali ni ofisa uchunguzi wa picha. Undani wa taarifa hili katika ukurasa wa pili. Kenya kuanza kutumia sindano za ARV badala ya vidonge, habari katika ukurasa wa kumi na tisa. Tukta ya taja mafanikio kumi na sita serikali awamu ya sita, habari katika ukurasa wa pili huduma za rejea SGR baada ya jali ya pwani. Habari katika ukurasa wa kumi na nane. Gazeti hili limeandika Samia, hakuna mwenye miliki ya nchi, KAF ya beza wanaogomea uchaguzi. Habari katika ukurasa wa tatu. NMB ya urudhisho moja ya benki arobaini bora barani Afrika. Habari katika ukurasa wa saba, na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Nipashe ya mwanga jamii katika ukurasa wake wa mbili. Gazeti Uhuru, ukweli daima, ninalo mikononi mwangu lenye limeandika: Dkt Samia afunda vijana, awataka wasikubali kudanganyika wachafue nchi, asisitiza Tanzania ni eneo sahihi kuishi, awahimiza wajitokeze kwa wingi kupiga kura Oktoba 29, kwani ndio haki yao ya msingi. Habari katika ukurasa wa pili. Gazeti hili limeandika: Nchimbi ataja rekodi, Dkt Samia Afrika Mashariki. Habari katika ukurasa wa pili wa gazeti hili CCM inajivunia kampeni za kistaarabu Mwinyi. Habari katika ukurasa wa tatu, NMB yatajwa kundi la benki bora Afrika. Habari katika ukurasa wa kumi na moja gazeti hili limeandika Wasira ahimiza kila mmoja kupiga kura. Habari katika ukurasa wa tatu, CCK tutatetea haki ya watu wenye ulemavu. Habari katika ukurasa wa kumi, TRA atoa siku thelathini kwa wenye bidhaa habari katika ukurasa wa kumi na nane hadi ukurasa wa ishirini na nane wa gazeti Uhuru, ukweli daima na pata nakala yako, soma kwa ndani zaidi. Gazeti Zanzibar Leo kwa ukweli na wazi lenye limeandika, Dokta Mwinyi tuhimize kwenda kupiga kura, habari katika ukurasa wa pili. Dokta Mwinyi akabidhi hati ya umiliki mashamba ya karafuu, habari ni katika ukurasa wa pili wa gazeti hili waangalizi wa uchaguzi wakumbushwa umuhimu wa kufuata kanuni maadili, habari katika ukurasa wa kumi na tano. Vijana itunzeni Tanzania, ndiyo nchi yenu d Samia, habari katika ukurasa wa pili. Mili thelathini wa ya wapalestina yarejeshwa Gaza, habari katika ukurasa wa tisa wa gazeti hili. Na hii ndivyo ambavyo limeandika gazeti Zanzibar Leo kwa kweli na uwazi. Na sasa tugeukia habari za michezo na burudani kwenye magazeti ya michezo na burudani migononi mwangu nalo gazeti Mwanaspoti lenyewe li limeandika, kocha Yanga aanza na matatu. Habari katika ukurasa wa pili. Mastaa kambini wapigwa mkwara ijayo Yanga ni CAF Champions League second leg, mchezo kati ya Yanga dhidi ya Silver Strikers, uwanja wa Benjamin Mkapa, Oktoba ishirini na tano. Gazeti hili limeandika makundi, Yanga imefuzwa hatua ya makundi michuano ya kafu mara tatu mfululizo Kafu imetangaza Novemba tatu mwaka elfu mbili na ishirini na tano itachezesha draw ya kupanga makundi ya michuano ya klabu barani Afrika. Mwanaspoti limeandika mtihani huu unamsubiri Pantev, habari katika ukurasa wa pili. Oktoba ishirini na sita ni Simba dhidi ya Nsingizini uwanja wa Benjamin Mkapa. Siku ya historia ni Azam FC dhidi ya KMKM Azam Complex Chamazi. Matokeo ya mchezo wa kwanza Azam walipata ushindi wa goli mbili kwa sifuri. Nyuma ya pazia, ishu ya Mario Diamond, habari katika ukurasa wa kumi wa gazeti hili. Hari Kane awabwaga tena Ronaldo Messi, habari imeandikwa kwenye kurasa za ndani za gazeti hili. TPL leo Ijumaa ni Mbea City dhidi ya Jaketi Tanzania, saa kumi kamili jioni, KMC Complex, Dar es Salam na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Mwanaspoti katika ukurasa wake wa mbele. Magazeti ya habari, habari za michezo na burudani, na gazeti Habari Leo, gwiji la habari Tanzania, lenyewe katika ukurasa wake wa nyuma limeandika: Azam KMKM hili ni swali, undani wa taarifa hii katika kurasa za ndani. Samia, tumefanya vizuri kwenye michezo. Shime awapatano nyota Twiga Stars. Gavadio, nilikaribia kuacha soka, undani wa taarifa hii katika ukurasa 22 migiro amsifu Samia michezo sanaa ubunifu habari katika ukurasa ishirini na tatu. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Habari Leo, gwiji la habari Tanzania. Libashe mwanga jamii, ukurasa wake nyuma limeandika Samia aipeleka Simba fainali CAF awaambia inawezekana, ina kikosi bora msimu huu. Kapombe afunguka, amewapa mzuka kutoa ubingwa. Habari katika ukurasa wa ishirini na tatu. Mabedi aota kasi, itawavusha Yanga. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa ishirini na tatu gazeti hili limeandika Ken amfunika Messi na Ronaldo, habari katika ukurasa wa ishirini na moja. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti ni pashe, mwanga wa jamii. Pata nakala yako, soma kwa undani zaidi la gazeti hili. Linakamilisha urukuzi wa vichwa avi vya habari vya magazeti mbalimbali ya Tanzania kutoka hapa Toka Zamani TV.